Niwashukuru wananchi wote ambao leo mmekuja kusapoti timu yenu na tumeweza kupata ushindi wa magoli mawili. Ilikuwa ni mechi muhimu sana leo kwakikisha kwamba tunaweza kupata ushindi na, na tunaweza kusonga mbele, asanteni sana. Lakini pili, nichukue fursa hii na kumshukuru rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kuweza kuendelea kusapoti katika michezo, lakini pia kuweza kutoa ahadi yake ya goli la mama, na hatimaye leo tumeweza kupata ushindi wa goli mbili na tumeweza kuchukua shilingi milioni kumi. Lakini ahadi pekee ambayo naweza kuiweka kwa wananchi, kwa Wanayanga, lakini pia kwa rais wetu, kwamba katika hatua ya makundi, pesa hizi zije nyingi kwa sababu